Mbunge wa viti maalum Mheshimiwa Esther Matiko amesema kuwa falsafa ya maridhiano mageuzi, upendo ustahimilivu, unaosimamiwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, haipaswi kutumiwa kama mwanya wa kuvuruga heshima ya Taifa na kumdhalilisha Rais. Akichangia hoja ya makadirio ya mapato na matumizi ya wizara mambo ya mambo ya ndani ya nchi kwa mwaka wa fedha 2025 2026, Mheshimiwa Matiko amesema kwa nyuma, licha ya viongozi wa wapinzani kukamatwa na kufunguliwa mashtaka, hakuwahi kushuhudiwa vitendo vya dhihaka na matuthi dhidi ya Rais kama ilivyoshuhudiwa sasa kupitia mitandao ya kijamii ambao kwa kweli kama taifa hatuwezi tukaruhusu. Mheshimiwa Naibu Spika, mama alikuja na 4R. Tunajua kabisa mimi ni mpinzani. Huko nyuma tuko hatuwezi kufanya hata vikao vya kamati kuu ya chama ndani ya jengo. Tuko hatuwezi kufanya hata mikutano ya hadhara. Lakini mama tu 4R yake watu wanafanya mikutano ya hadhara. Tanzania, mtu anakuwa na freedom of express. Sisi sio mara ya kwanza, mimi nimeshakaa gerezani. Sio mara ya kwanza kiongozi wa upinzani kupelekwa gerezani. Mheshimiwa Mboya ameshakaa miezi mine nikiwa naye tukatoka, baada ya kaja kapewa tena akaenda gerezani kwa miezi minane. Kwatzo hatukuona haya mambo yakitokea. So, at time lazima tujiulize kama nchi kuna kitu behind the carpet, yani, kwa nini sasa hivi. Kwa hiyo tusitumie hiyo opportunity ambayo mama ametoa na fursa zake kuharibu taifa letu. Demokrasia ni gharama, lakini amani, usalama na ulinzi na utulivu wa nchi yetu ni gharama sana, lazima tuangalie tukafurahia amani, tuweze kuona kama tuna tuko vizuri, tukafanya kila tunachofanya, tukafanya any kind of bullying kwenye mitandao na mbaya zaidi, tunasema Wakenya wanafanya, lakini wa Tanzania tunachukua, tunasambaza kwenye mitandao. Na mamlaka husika za nchi, mko wapi kuona kwamba okay, bullying inafanywa, cyber bullying inafanywa na hao watu wa nje, tunasema lakini zinasambaza kwenye mitandao ya Kitanzania. Where are we? Kwani tunaruhusu hii ni udhalilishaji na unaweza kuona kama ni udhalilishaji, kwa sababu mama, yaani rais wetu ni mwanamke. Nikafikiri kama angekuwa ni mwanamme, hizi cyber bullying ambazo zingeendelea zingeweza kufanyika? Lazima tukatae, tukiendelea kujua kwamba sisi sote ni watoto wa mama Afrika Mashariki. Mamlaka za nchi ya Tanzania na mamlaka za nchi jirani, ambapo nimeona sijaona nchi jirani mamlaka zake zikikondemhili, tushimshirikiane mambo ya ndani ya hapa idara ya mawasiliano na kule Kenya tuwakamate hawa wajenzi wa kule, lakini kuna kapu zingine ukisikiliza mheshimiwa naibu spika toneshi na Kiswahili ni Mtanzania. They are just hiding kwa ramba, anatokea Kenya. They are pretending, wanamdhalilisha mama. Msteze utu wa mtu, sio tu kwa rais. Mimi ni activist wa haki za binadamu kuruhusu kumtweza hata mtoto wa darasa la kwanza, live around the president, ambaye ndo amebeba nembo ya taifa letu. Nakushukuru sana mheshimiwa naibu spika, asante.